Unaweza kuwa unajiuliza mbona magonjwa mengi yanakuwa sugu hata baada ya mtu kupata matibabu sahihi? Inakuwaje mtu anatibiwa ugonjwa mmoja kwa matibabu yale yale, lakini dalili zinaendelea kujidhirisha? Basi wataalam wa afya wamebaini kuwa vimelea kadhaa vinavyosababisha magonjwa vimeanza kuwa sugu na matibabu mbalimbali mbali haziwezi kufanya kazi tena. Katika utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na taasisi ya matibabu nchini Kenya, KEMRI, kuhusu kipindupindu, dawa muhimu inayopendekezwa na shirika la afya duniani WHO, ya azithromycin inakabiliwa na tishio la usugu wa vimelea kwa asilimia 99, hali hii ikimaanisha kwamba dawa hiyo ni dhaifu na huenda isitumike tena. Tatizo hili la magonjwa kutosikia dawa inamaanisha kwamba mifumo ya afya inakuwa kwenye hatari, kwa sababu gharama ya matibabu inakuwa juu na vifo ambavyo vingeepukika vinaanza kupanda juu. Hii inaweka mifumo haya katika hali hatari zaidi, wakati mifumo hiyo ya afya haswa katika utoaji matibabu ya kimsingi bado ina changamoto. Kwenye makala ya Sia Njema wiki hii tunachanganua changamoto hiyo ya usugu wa vimelea na baadhi ya changamoto ambazo zinachangia tatizo hili. Usikose kuungana nasi katika makala ya Sia Njema upate kufahamu mengi.